Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala ya leo ya Jua haki Zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za msingi. Leo msikilizaji, tunaangazia ripoti mpya ya Human Rights Watch iliyochapishwa juma lililopita, inazungumzia hali ya kutisha ya haki za binadamu katika eneo ya pembe ya Afrika. Karibu, jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Baadaye nitakuwa nazungumza na Bwana Alan Ngari ambaye ni mtetezi wa haki katika shirika la Human Rights Watch kutueleza tu kuhusiana na ripoti hiyo. Msikilizaji, ripoti hiyo inaonyesha kuwa raia wa Sudani Kusini, Sudani na Ethiopia ndio waliobeba mzigo mkubwa wa vita vya silaha vinavyoendeshwa kwa ukatili, ambapo pande zinazopigana mara nyingi hulenga raia kimakusudi. Human Rights Watch inasema mashambulizi haya dhidi ya raia yamekuwa jambo la kawaida, huku wahusika wakikosa kuwajibishwa kwa mujibu wa Mausi Segun, mkurugenzi wa Afrika wa Human Rights Watch, mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia yanazidi kuhalalishwa kwa sababu jumuiya ya kimataifa na ya kikanda zimeshindwa kuchukua hatua dhidi ya wanaohusika na wanaounga mkono mauaji haya. Anasisitiza kuwa serikali zenye nia njema zinapaswa kuwekea vikwazo makamanda wa majeshi haya na kulinda uhuru wa haki za binadamu. Nchini Sudan, ukiukaji mkubwa wa sheria za vita unaendelea bila adhabu, vikosi vya RSF vikishambulia kambi kubwa za wakimbizi katika jimbo la Darfur na kuzingira mji wa Al-Fashir na kufanya mauaji ya raia baada ya kuteka mji huo mwezi wa Oktoba mwaka uliopita. Kwa upande mwingine, jeshi la Sudan nalo limetuhumiwa kushambulia raia kwa makusudi na kushambulia miundo mbinu ya raia bila ubaguzi. Nchini Sudan Kusini nako Human Rights Watch inasema mapigano yamerudi upya katika eneo la Upper Nile, serikali ikirusha mabomu ya anga katika maeneo yenye makazi ya watu, yakiwemo mabomu ya moto yanayoweza kuhesabika kama uhalifu wa kivita, mamia ya raia wakiuawa na kujeruhiwa. Wakati huo huo, uchaguzi uliahirishwa tena katika taifa la Sudani Kusini, na viongozi wa upinzani kukamatwa kiholela na kufunguliwa mashtaka mazito, ikiwemo kiongozi mkuu wa upinzani Riek Machar ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, wakati uchaguzi ukitarajiwa kufanyika Juni mwaka huu. Mamlaka zinawalenga wanahabari na vyombo huru vya habari na hata kujaribu kuhalalisha ukandamizaji wa mashirika ya haki za binadamu. Ripoti hii inaangazia ukandamizaji mkubwa wa nafasi ya kiraia katika nchi za Afrika Mashariki, hasa wakati wa maandamano na uchaguzi nchini Kenya. Human Rights Watch inasema vikosi vya usalama vilikandamiza maandamano kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kusababisha mauaji na kufanya ukiukaji mwingine mkubwa dhidi ya waandamanaji. Nchini Tanzania na Uganda, kuelekea uchaguzi katika mataifa hayo, viongozi wakuu wa upinzani walifungwa jela wanahabari na waandamanaji wakikandamizwa na uhuru wa kujieleza kubanwa. Tanzania ilitumia nguvu za mauaji siku ya uchaguzi na hata kuzuia mtandao kutumika katika taifa nzima nchini humo. Uganda, licha ya uamuzi wa mahakama ya juu kuwa si halali, iliruhusu tena raia kushtakiwa katika mahakama ya kijeshi hasa wapinzani wa kisiasa Human Rights Watch, msikilizaji, pia inakosoa Umoja wa Afrika na IGAD kwa kushindwa kuchukua hatua madhubuti kulinda raia kuzuia ukiukaji na kuwajibisha wahusika licha ya kuwa na mamlaka ya kufanya hivyo. Jua Haki Zako na Benson Wakoli. Iwapo ndipo unafungulia redio yako, makala haya ni jua haki zako ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Redio France International, makala ambayo huangazia haki za binadam katika sekta mbalimbali. Jina langu ni Benson Wakoli na sasa moja kwa moja na shiriki mahojiano na Bwana Alan Ngare kumuuliza tu katika ripoti yao basi, ni nini kikubwa walikuwa wakikiangazia. Sasa upande wetu hapa Afrika huwa tunaangalia um, nchi 25 HR ambayo tunafanyia kazi

Magharibi, mashariki, kaskazini, uh, kusini, huwa tunatoa ripoti yetu kuonyesha uh, vile uh, mambo vilivyoenda. Afrika leo inakabiliwa na kurudi nyuma kwa demokrasia, ambako si tukio la muda mfupi bali ni mwelekeo wa kimuundo. Tunashuhudia chaguzi zisizo na ushindani wa kweli, sheria zinazotumiwa kukandamiza watu na haja za usalama zikificha ukiukaji wa haki za, za binadamu. Kwa hiyo hiyo ndio sababu tunafanya hii hi ripoti um, kila mwaka. Mumegusia hali ilivyo kule Sudan, Sudani Kusini na Ethiopia. Kwa kijumla, mnazungumzia nini hasa katika mataifa hayo ambayo yameendelea kushuhudia vita? Uh, Sudan, sasa tunaingia mwaka wa tatu tangu vita vilianza. Tumeandika ripoti nyingi sana kuhusu mauaji ya halaiki, njaa na wakimbizi mamilioni, vinaendelea uh, huku uwajibikaji uh, ukikosekana. Kwa hiyo tunashuhudia sasa uhalifu ambao upo na bila shaka kinachokosekana ni hatua za, za kisiasa na na kisheria kutoka uh, Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Mataifa ulimwenguni. Na Bwana Alan, pia mmegusia suala la chaguzi zilizofanyika Uganda pamoja na Tanzania, mumetilia wasiwasi wasiwasi kwa wapi hasa? Tunachosema kuhusu uh, Tanzania na Uganda ni kwamba nchi hizi mbili uchaguzi na vitendo ambavyo vilifanyika baada ya uchukue siku ya uchaguzi na siku ambazo ziliendelea kutoka hapo, tumeona na tumesikia na tumeripoti uh, watu ambao wamepigwa uh, wame na polisi ambao wanafanya maandamano. um, kuna vifo ambavyo vimesababishwa na polisi, lakini cha muhimu ni kusema kwamba sio eti, uh, tutaangalia hiyo siku peke yake ya uchaguzi, bali ni miezi na miaka kabla ya siku ya uchaguzi na tunaona kwamba haki za binadamu zinashuka polepole polepole pole. Na wakati wa, wa election ya uchaguzi eh, ni, ni, ni kama kilele cha kosa uwajibikaji wa haki za binadamu. Uligusia taifa la Malawi ukasema ndio imekuwa demokrasia, lakini kuna shida, shida gani bwana Alan? Malawi ni moja ya nchi ambazo tunasema kwamba bado haijaanguka kidemokrasia, lakini dalili za hatari zipo. Vurugu za kisiasa, mazingira yasiyo sawa ya kampeni na ukimya uh, wa mamlaka dhidi ya ukiukaji vinaonyesha jinsi kudhoofika kwa demokrasia huanza kimya kimya. Suala la kufungiwa vyombo vya habari ama vyombo vya habari kuzuiliwa kufanya kazi yake kwa uhuru limejitokeza sana. Wasiwasi ukiingia sasa nchini Kenya kuelekea uchaguzi, kama shirika linalofuatilia haki, pengine kuna mikakati mnaweka kuhakikisha kwamba vyombo vya habari vinasalia huru katika utekelezaji wa majukumu yao? Kusema kweli, uh, nchi kama Kenya na Uganda, tuliona Tanzania pia walikata interneti uh, siku kabla uh, siku ya uchaguzi, na hayo yote nchi hizi na hata kama wana authorities, uh, communication ambao wanatoa hizi sheria na policy, haziwezi kubadilisha uwajibikaji wa nchi yenyewe katika international human rights law. Ni, ni lazima uhuru wa vyombo vya habari uendelee, ni uhuru ambao umepewa katika katiba za nchi hizi, na kwa hiyo um, tunahimiza vyombo vya habari waende kotini wakiweza, kabla um, siku ya uchaguzi au uh, siku yoyote kikubwa ambacho vyombo vya habari wanataka kukone oyesha raia kinachofanyika. Tunatumaini kwamba koti hizi zina uhuru wa kupatiana you know, judgments ambazo zitasema kwamba katiba za nchi zinapatia vyombo vya habari huru. Tukimalizia bwana, ni mapendekezo yenyu ni ya recommendation baada ya kuchapisha ripoti hii. Sasa tunaendelea kuambia ya Afrika kwamba tunajua kwamba tatizo la Afrika si eti hatuna sheria, si eti hatuna normative frameworks, mifumo za haki za binadamu. Shida ni kwamba hizi lazima zichukue haki za binadamu kama kitu ambacho ni cha muhimu. Ni muhimu sana kuendeleza um, haki za binadamu kwani chanzo cha nchi ni ni binadamu wao, na wasipokuwa na haki yao nchi haiwezi endelea mbele. Msikilizaji, basi, kwa nukta hiyo, makala ya Jua Haki Zako inafika kikomo, ambapo kwa kiasi kikubwa tumeangazia haki za binadamu kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa la kuangazia haki za binadamu la Human Rights Watch. Nimekuwa msimulizi wa makala ya leo, jina langu mimi ni Bwana Benson Wakuli. Ukijaliwa nami pia nijaliwe, tutakutana tena kwenye makala mengine ya Jua Haki Zako hadi juma lijalo ndani ya idhaa hii. Msikilizaji, kwa heri.